Naam, karibu kwenye Ndugu Online TV. Mimi naitwa Hassan Boy, ya madihadha Tanzania, nipo hapa kukusanua kwa kile ambacho kina happen ama kinakuwa kina trendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Stori ni kuhusiana na Aslay. Uh, Aslay bana ameonekana kuachia ngoma yake mpya inayojulikana kwa jina la Chuki. Ameachia hiyo ngoma hiyo siku ya jana na imeonekana kuteka uh, akili za watu wengi sana wa mashabiki wa Aslay na wengine ambao sio mashabiki wa Aslay wapenda wameipenda sana ngoma hiyo. Sasa ngoma hiyo imezua uh, mzozo ama mjadala kwenye mitandao ya kijamii hasa hasa kwenye mtandao Instagram. Kama umesikiza vizuri ngoma hiyo ya Aslay imek wa, ikizungumzia ama ikielezea sana maisha fulani hivi ya chuki yani, askiri kama vile alikuwa anabaniwa sana kwenye game ya muziki. Inaonekana kuna watu wakopo wanambania kwenye muziki wake sasa amewaimba wote mule kwenye ngoma yake, na imekuja kuzua mzozo kwenye mitandao ya kijamii kwamba mashabiki wanauliza, wana, wana, wana, je ni kweli alichokiimba Aslay kwamba kinahusiana na, na maisha yake ya ukweli, ama ameimba tu kwamba ni miziki ama miziki mingine, au ni stori ya kujitungia ama ni stori ya kweli? kwa sababu kipindi kilichopita ni kwamba Aslay alikuwa kwa anatoa ngoma back to back, alikuwa ni mtaalamu wa back to back, ngoma nyingi sana. Baadaye akadrop akawa amesizi akawa anatoa nyimbo moja baada ya nyingine ikawa ni kama anachia gap kubwa, sio kama ilivyokuwa mwanzo. Stories zikawa ni nyingi sana Astray atakuwa na shida, ama ana yupo kwenye matatizo fulani, yani hivyo. Sasa ngoma ya jana imezua mzozo kinoma noma mitandaoni and hasa Tanzania. Nimekusanua kupitia Ndugu Online TV, usahau kusubscribe channel yetu ya Ndugu Online TV. Keep watching guys.